Karibu tena wapenzi watazamaji, tuzungumze kuhusiana na siasa za Kenya, yale yote ambayo yanaendelea. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Sijui ni nani ambaye aliweza kumpea advice Oburu Odinga kumwondoa madarakani Edwin Sifuna japo mahakama iliweza kutupilia mbali hatua hiyo kwa muda mpaka kipindi ambapo kesi ambayo iliweza kuwasilishwa na Edwin Sifuna mahakamani itakaposikilizwa na uamuzi kutolewa. Najua mahakama ya vyama imeweza kuratibu kwamba mnamo tarehe ishirini na sita mwezi huu ndipo watakuwa wanasikiliza hiyo kesi, kwa hivyo Sifuna atarudi madarakani, atakalia kiti, ataendelea kuhudumu kama katibu mkuu wa chama cha ODM, lakini hatua ile ambayo Oburu Odinga na wenzake waliweza kuchukua ime backfire. Sijui iwapo walikuwa wanatarajia kwamba yale ambayo yametendeka yangetendeka kwa sababu wananchi wengi wame resign kutoka kwa chama cha ODM. Sitaki nikufiche mimi ni mwanahabari na ninakuambia wame resign wengi, wameandamana kuhusiana na hatua za kutaka kumwondoa madarakani Edwin Sifuna kama secretary general mfano. Katika kaunti ya Bungoma wananchi waliandamana barabarani, huku wakiwa wanachoma kofia za chepeo za chama cha ODM, wakiimba nyimbo wakiwa na matawi, wakisema kwamba iwapo hakuna Edwin Sifuna kwenye uongozi wa chama cha ODM basi hakuna chama cha ODM katika taifa letu la Kenya na asua katika eneo la magharibi Kijana kwamba tunapenda kijana yetu Sifuna, ni kijana ambaye anajielewa na ako na akili timamu, kwamba anafanyia watu wote wa Kenya wote. No Sifuna, no Sifuna, no Sifuna, no <sesha ma afu Incredema> Nina imani kwamba umeweza kutazama na umeona kila tukio jinsi ambavyo lilikuwa linaendelea. Ni madhumuni yangu kwamba unazidi kutufuatilia. Kabla tujasonga mbele, wacha tu niweze kukuomba kwa moyo mkunjufu kwamba chukua sekunde moja mbili tatu, kapige subscription, bonyeza kengele hiyo. Ndiyo njia moja ya kuweza kusapoti hichi kituo ili kiendelee kutanua makucha yake na kuwafikia wananchi wengi wa Kenya. Like video hiyo, ndiyo njia moja vile vile ya kusambaza hii kanda, please kuna zoezi ambalo mpenzi mtazamaji, tulikuwa tunaendeleza la kufollow Edwin Sifuna kwenye mitandao yake ya kijamii. Kama haujaweza kufollow Edwin Sifuna, unafanya kosa. Kimbia kwenye mitandao ya kijamii, upande wa Facebook, ukurasa ambao uko FE verified, mfuate pale. Tunataka kuweza kuhakikisha kwamba Kufika Sunday siku ya Jumapili tunalala tukiwa na 1 million followers. Tunataka kuonyesha hawa viongozi ambao wanajifanya viongozi wa chama cha ODM kwamba Edwin Sifuna naye mm -hmm. Yuko na wafuasi ambao wanafanya nini, wanamfuata. Mimi naona hapa followers za Edwin Sifuna zinazidi kupanda, sasa hivi yuko 689,000 so kimbia kuwa mmoja wa wale ambao tunataka kukomboa hili taifa Ndiyo, unajua hichi kikosi cha Edwin Sifuna hichi ndicho kikosi ambacho kitakomboa Kenya. Na je, iwapo wewe hautaweza kuchangia kukomboa Kenya, utakomboa Kenya lip utakomboa Kenya lini? Ya, mimi nimejitolea, tutakomboa Kenya na hichi kikosi cha vijana barubaru kina Edwin Sifuna, Babu Wino, Kalep Hamisi Uh, Winnie Odinga, Raila Odinga Jr. hatuwezi tukasubiri kufuata kikosi cha wazee ambao wamekwisha lipwa, hawaoni mbele. Hawa wazee wanajua sasa kitu ambacho wanafikiria tu wasogeze sogeze siku, wao wametafuta mali wanakuja kupea familia yao. Sasa sisi wengine ambao tunaongezewa ushuru katika taifa letu la Kenya. Watoto wetu watakuja kukula nini? Sisi wengine ambao tuliahidiwa kwamba tutapewa kazi, hatujaweza kupewa. Watoto wetu watakula nini? Familia zetu zitakula nini? Kuna mtu atasema kwamba sisi ndio tuliwaambia msisome? Hapa nje bwana, watu wako na makaratasi, watu wamesoma, watu wamesoma wako na degrees, wako na masters, lakini hakuna kazi bada. Kazi ikijaribu kukuja katika taifa letu la Kenya makampuni mbalimbali wawekezaji wakijaribu kukuja katika taifa letu la Kenya, kuwekeza ili kuweza kufungua nyanja za ajira, unapata kwamba serikali inaongeza ushuru. Hizo pesa ambazo wanaongezea ushuru, hakuna kitu ambacho wanaenda kufanyia, ni hizi ambazo wanaongaongana hapa nje, wanapewa viongozi wa ODM kuweza kumobilize ground kuwakaribisha mahala popote ambapo wanaenda. Kwa hivyo mimi na wewe lazima tuweze kukubaliana kwamba tukatae upuzi kama huu. Upuzi kama huu ambao unapaswa kukataliwa, tutaukataa endapo tutaungana kwa sauti moja na vijana wenzetu ambao ni barubaru ambao wamekataa kulipwa ili kuweza kuzika taifa letu la Kenya. Ndiyo hawa wamekataa kulipwa na ndio maana unaona wanafukuzwa Sifuna hajakosa. Sifuna ali, makosa ambayo alifanya ni kukataa kuingia kwa bandwagon ni ya kumsifu bwana Ruto kipindi ambapo ten point agenda za Nadico hazijaweza kutimizwa. Mm. Unaona kambini zimeanza mapema tayari. Nimekwisha nime ambiwa unajua aje, nimeambiwa na hii ni siri, nimeambiwa kwamba chama cha ODM na chama cha UDA wanapaswa kuunda coalition kufika tarehe kumi na sita mwezi wa tano, ndio mwezi wa tano tarehe kumi na sita ndio mwisho watakuwa wameunda coalition. Eh, ya kuingia kwenye uchaguzi sasa. Wanataka kuingia kwenye coalition kama hakuna mtu ambaye anapingana na William Ruto, na ndio maana unaona wamemuondoa Sifuna. Sasa hebu niambie, wakiingia waki kwenye coalition, alafu William Ruto aanze kuwatema, watakuwa na mahala pa kujificha? Kwa hivyo mimi, kitu ambacho naendelea kuwaomba ni tuendelee kushirikiana, tuweza kumvusha huyu kijana mwenzetu Edwin Sifuna kwenda mbele, ili tuweza kuhakikisha kwamba hichi kikosi ambacho kinaongozwa na kina James Agri Orengo Senior Counsel Sifuna, tunakomboa Kenya. Mimi sina mengi, lakini ukiona hasira ambayo wananchi wako nayo baada ya William Ruto wakishirikiana na Uhuru Odinga kumwondoa Edwin Sifuna kwenye a cheo chake cha katibu mkuu wa chama cha ODM japo mahakama iliweza kusimamisha Utagundua kwamba tatizo sio wananchi, tatizo ni serikali. Tupatane kwa kanda ijayo. Asante sana kwa kunisikiliza.